Kaka wamekosa watu Bumbwini, <coughs> akaishia kuhutubia watu kwenye shamiana, mkali mkali. Mnajua mkali kwa nini? Mshahara wa milioni moja umewatia kiwewe huu E, umetia kiwewe mshahara wa milioni moja. Lakini yeye aliokuwa mkali kwa mshahara wa milioni moja, yeye anachukua takriban milioni kumi na tatu kwa mwezi, halali yake sawa sawa kwake, kama si zaidi. Maana mimi nazikumbuka hesabu tangu mimi niko huko, sijui ya mambo yalivyo sasa wao kuchukua mshahara milioni saba milioni mbili milioni kumi na mbili kumi na tatu. Sahihi, lakini Othman Masud na ACT kumwahidi mwananchi anayemenyeka kima cha chini cha mshahara milioni moja imekuwa nongwa. Mtaondoka, tutawalipa wafanyakazi milioni moja inshallah. Anasema haiwezekani. Kipimo chake nini? mapato mliokusanya sasa. Haya mapato mliokusanya sasa ni uwezo wenu uliokuwa hauna, haufiki popote. Na ufisadi mnaokuapua mabilioni, sisi tunayatoa mabilioni matumboni mwenu, tunawapeleka kwa wananchi walalahoi wa Zanzibar. Kwa hivyo <coughs> usituwekee vigezo vya serikali yako. Nyinyi nyote mchanganywe pamoja hamfikii uwezo wa kufikiri na kupanga na akili wa Othman Masudi nchi hii.